Bao si uamke eh? Basi kwani unataka kutuzia na? Si ufanye hivi, si uze tu. Tuko wawili tatu mbao itakuwa aje sasa? Kushua sasa, tuko wawili sasa, mwingine atakula tatu, naona aje? Tuko umetengeneza, unajua, zaa moja hata hawezi kula tatu. Mwingine akule moja mbili, mwingine akule moja, si unaona i make atachukua mbili na twenti hapana. Fanya aje, sajini, ukue tatu mbao, alafu ubala hiyo moja hiyo moja sasa. Ubalaz ikue ne mbao, siyo moja, sasa ikue fai fai, si ni hivyo sasa? Ama tukule hadi penye tutashiba, alafu tukupeo mbao, amanij, na zimeiva kweli

Sasa tufanya aje? Umeamua aje? Unajua tuko njaa vibaya sana. Eh, si nne, nne, nne. Kwanza si nani aliwapromote juzi hapa? Nani? Si mtu aliwaletea pesa ya vipanda ku kufanyia biashara ama nini? Sasa tukule ngapi? Tukule nne. Ai bana, hii haya kuzatoa. Zatoa. Eh, lakini kidogo ni gani kubwa? Sikuwa naona hivi ndio kubwa. Lakini unajua sasa nilikuwa naangalia nione kama imenini hapo si iko soko, umetufira na unatoa hapo. Si ndizi iko soko, umetufira atitsapagnabadazawan ah, umetuenjoy, utatuongezea moja sindo?

Kwa hivyo nimebakisha moja? Wewe unabakisha moja? Sio moja tu kule hapo basi. Unaona, pia pia hizi ni kubwa pia. Nenda mazoezi. Eh. Sasa wapi? Si huko juu. Saint John. Eh. Sasa hivi kuna game huko leo hivyo, sijui. Ndio. Mm.

<laughs> ana kufungulia biashara tu mapema tu kujijenga mapema tu. <outro> Inaweza inaweza kuwa kuwa sawa tufungulie tu biashara ujijenge tu mapema wacha, na mama akulipa. Unajua, sasa hakuna kazi, ni sawa tu basi, ni sawa tu. Unajua umetukula five bob? Shika. Unajua umetukula five bob? Five bob? Umetukula yeah. Five bob. Na nani? Eh, tumekula ndizi ya 15 bob. Ndizi tatu. Tumekula ndizi tatu. Tumekula ndizi tatu. Alafu nikuulize. Nikuulize. Ukijeni ninyoondia. Ule kutanda na kaboi boy hivi kakwambia kana kutaka. Kaboi boy yani? Eh? Yeah. Ah, alafu nikajibu aje? Ndiyo, masomo ni mkuu kwanza. Unajua huwezi soma kama ufanyi kitu, kama je mtu nitamu wewe. Hebu jaribu siku moja, kaea mtu asikushike sawa? Hata kwa class, lakini unaona ni aje? Eh, education is the key. Soma kwanza hivi ziko vitu ziko sindio? utapata kama tumezeeka kitamomalize, na sisi ndio tunajua hizo vitu vizuri sawa. Si uta tuona, utakuwa unatukumbuka sindio? unatusalamia sindio? <laughs> <laughs>